Na sakata la mechi kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club mechi ambayo imeotambawa na ilipangwa kuchezwa siku ya tarehe nane mwezi huu mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano bado inazidi kuchukua sura mpya baada ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kuingilia kati na kutuma barua kali kwa shirikisho la soka Tanzania TFF. Katika barua hiyo aa, kuna mengi ambayo yameelezwa ikikanuni lakini pia mustakabali mzima wa mechi hiyo na majawabu kutoka kwa TFF ambayo yametakiwa yafike haraka iwezekanavyo katika shirikisho hilo la soka barani Afrika CAF, ambapo a, siku ya jana CAF wameweza kuitumia barua TFF sasa. Nitakusomea kwa kutafsiri kwa sababu ni barua ambayo ipo katika muundo wa lugha ya Kiingereza, lakini nitakutafsiria kile ambacho kimemaanishwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kwenda kwa shirikisho la soka Tanzania bara TFF. Katika barua hiyo bwana, uh, CAF wamesema kwamba wamesikitishwa na taarifa ambazo wamezipata kutoka katika ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League ambapo mchezo namba 184 ambao ulipangwa kuchezwa siku ya nane, amba, a, tarehe nane mchezo ambao ulikuwa ukiwakutanisha mwenyeji Yanga dhidi ya Simba Sports Club kuweza kutambawa ama kutofanyika katika muda mwafaka, na sababu zikielezwa kwamba kukiukwa kwa kanuni a, za mchezo huo. Shirikisho la soka barani Afrika limepitia kwa kina malamiko ya klabu ya Simba, lakini pia limepitia uh, baadhi ya klip za video ambazo zinaleta taswira ama kuonesha ushahidi wa kile ambacho kimetokea, lakini shirikisho hilo limesonga mbele zaidi na kuwahoji baadhi ya maafisa wa TFF pamoja na kamishna wa mchezo huo ikiwemo pia na maafisa wa klabu za soka za Simba na Yanga, na kusema kwamba kwa kile ambacho kimeelezwa na maafisa hao ni dhahiri shahiri kwamba hakukuwa na sababu ambayo imeitaka Simba kuweza kuahirisha mechi wala TFF kuweza kuchukua jukumu la kuivunja mechi hiyo kutokana kanuni ambayo imelalamikiwa na Simba haimpi kibali Simba Sports Club kutopeleka timu uwanjani bali Uh, inaipa kibali timu hiyo kupeleka malalamiko katika kamati ya maadili na kamati ya uendeshaji wa ligi Tanzania bara ambapo wao ndipo wangekuja na adhabu kwa wale ambao wamehusika na vitendo hivyo huku wakiwa wameendelea kucheza mchezo huo nambari 184 hivyo shirikisho la soka barani Afrika linatoa wito wa haraka kwa shirikisho la soka Tanzania bara kutoa majawabu ya haraka, ni kwa nini waliweza kuivunja mechi hiyo na hadi sasa wamechukua uamuzi gani ili kukamilisha, uh, mechi za mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara ili kuweza kumpata, uh, mshindi, uh, mabingwa wa ligi hiyo ambaye atakwenda kushiriki michuano ya CAF. Kwa hivyo uh, kwa barua hii uh, tunaona kabisa TFF tayari imetakiwa ipeleke majawabu na kutoa majibu ya haraka ni hatua gani wameweza kuzifikia hadi hivi sasa. Una maoni gani?